ya ujumbe wa matangazo unaoweka kwenye matangazo yako jinsi unaweza kuwaletea walengwa wasiokuwa sahihi. Wajasiriamali wengi sana wameshindwa kupata wateja wengi mtandaoni kwa sababu wanashindwa kuzingatia mambo kadhaa muhimu ambayo yanaweza kusababisha kuwaletea walengwa ambao wasio sahihi unapofanya matangazo wakusukumu sana. Kwanza unatakiwa kuhakikisha za tangazo yako zinakwenda sambamba na walengwa ambao wanakusudia kuwapata. Pili, hakikisha budget unayotumia budget unayotumia kwa na unami unami unami. Na tatu, weka kwenye matangazo uh, yako iendane na soko unayohudumia. La tatu, hakikisha aina ya tangazo unayoliweka kwenye akaunti yako ya Facebook au Instagram wao unataka kuboost tangazo na kufanya tangazo wa sponsor, aina ya tangazo linagusa hisia za wanigo wako sahihi. Katika video hii itashia na wewe aina ya ujumbe ambao unaweza kusaidia kuwaletea walengwa sahihi. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, basi bofya subscribe, bofya picha unaiona kwenye skrini, kisha bofya subscribe ili next time tunapotoa video zenye ujumbe la mafunzo kama haya uweze kupata taarifa kwamba tumetoa video mpya na uweze kunufaika na video za mafunzo kama haya. Unapotaka kuusha tangazo la kusponsor, hakikisha umeweka budget ya kutosha kulingana na soko lako. Hakikisha umefanya settings za account yako vizuri, ili kuwezeshe kutangazo lako. Hakikisha umetengeneza tangazo lenye mvuto, tangazo ambalo membo wako akiliona aseme wao, hili tangazo inasumemi na. Katika tangazo lako hakikisha umeweka ujumbe ambao unavutia watu wako. Kama unatangaza uh, dawa ya ugonjwa wa kisukari Usitangaze dawa ya ugonjwa wa kisukari, tangaza suluhisho la ugonjwa wa kisukari. Mtu mwenye changamoto ya ugonjwa wa kisukari anapoona tangazo lako linaeleza suluhisho la changamoto yake, anavutika zaidi kuliko unapotangaza dawa. Unaweza ukaweka dawa, lakini ukaweka na ujumbe wenye mvuto ambao unaonyesha suluhisho na changamoto ya, ya mlengo wake. Mfano, kama unauza dawa ya ugonjwa wa kisukari unaweza ukaweka ujumbe unaosema jinsi ya kuondokana na changamoto ya kisukari kwa siku saba bila kutumia dawa zenye kemikali. Ujumbe kama huu unamvutia, unamgusa mtu mwenye ugonjwa wa kisukari ambaye tayari ameshaangaika muda mrefu kutafuta suluhisho la ugonjwa wa kisukari. Kwa hivyo ukiweka ujumbe unaogusa hisia za mlengwa wako ni rahisi kumnasa, anakuja kwako kisha unamwelimisha namna gani, njia gani sahihi ya kuweza kuondokana na changamoto ya kisukari. Akiwekuelewa, ndiyo pale ambapo unaweza kufanya mauzo na unakuwa umepata umemnasa mlengwa wako kwa urahisi. Kwa hivyo usidanganyike kufanya matangazo bila kuzingatia settings, aina ya tangazo, budget na ujumbe unaoweka kwenye tangazo yako. Kama umefaidika, basi comment hapo chini umefaidika. Kama una swali lolote, basi uliza, utaweza kujibu maswali yako yote. Usisahau kubofya subscribe, like, share, ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi, waweze kupata mafunzo uh, kama haya.